Kama watu wanampenda make mpaka wanataka apewe kocha mkuu, si wanampenda, wanam, wanam, wa wanaamini katika uwezo wake si ndio? Basi nafikiri kama wanampenda, wanabidi waelewe kitu kimoja, kwamba Selemani Matola anavokuwa kocha msaidizi Simba Sports Club anakuwa salama zaidi kuliko wanavyotaka kumpa presha ya kuwa kocha mkuu. Sinelewa yani, Simba pale Selemani Matola sasa akiwa Simba pale kama kocha msaidizi, kwake ni salama na ana uwezo wa kufanya kazi Simba muda mrefu zaidi na kuisaidia Simba katika idara ya technical bench kwa muda mrefu zaidi kuliko pressure ya kumpa awe kocha mkuu. Simenelewa? Kwa sababu Simba ni miongoni mwa vilabu ambavyo tunaicha vina coaching carousel. Coaching carousel unajua, yani, klabu ambayo haina, muda, yani haina wastani wa muda mrefu wa kudumu na kocha mkuu ni miongoni mwa vilabu vyetu, hizi zote ni coaching carousel. Yani kocha anakuja leo, baada ya mwaka miaka miwili hayupo. Kwa hiyo, labda nikwambie tu kwamba Selemani Matola angekuwa kocha mkuu wa Simba asingeweza kudumu kwa miaka mitano, sio rahisi. Ja, of course, mimi nishasema mbona Kamu, kocha ambaye nampendekeza baada na, na mimi baada ya baada, mechi tu baada. Baada, no, baada, mechi tu, eh, baada, mechi tu ya Simba na Gaborone nilimtaja ni Dimitar Pantev nikasema kwa, kwa nilivyo nilivyomuona na nilivyomfuatilia e, manake siku sikuanza kumzungumzia eti siku ya mechi no, mimi nilimzungumzia before hata Simba hawajaanza kucheza naye, nilizungumza nasema Dimitri Pantev ni kocha mzuri, anafundisha mpira mzuri, timu yake inaweza ikakulazimisha kucheza kwenye maeneo ambayo hauko comfortable nayo na nini. Kwa hiyo ni kocha ambaye uh, ana uwezo mkubwa wa kuweza kuaminiwa na timu kama Simba, na akaja akaitoa ilipo na na kuisogeza. Unajua Simba kama nilivyokuambia, ni kocha Karoso atapewa muda wake mdogo, kama ataipa mafanikio na nini na nini, baada hapo ataondoka kutokana na kile ambacho amekiona jana katika mchezo ambao alihudumu katika benchi la Wekundu wa Msimbazi Simba. Je, ni wakati sahihi wa Wekundu wa Msimbazi Simba kumwamini Matola ambaye amehudumu kwa muda mrefu katika kikosi chao? Yeah, of course, kwanza Selemani Matola ni ni ni kocha mzuri. Kwa sababu before ya kuja Simba ameshawahi kuicoach Lipuli. Mara mwisho kabla kuja Simba alicoach Police Tanzania, na hizi timu zote zilikuwa zinacheza mpira mzuri, zinacheza kimbinu, kwa hiyo na ndio ikawa sababu ya Simba kuweza kumrudisha nyumbani. So, sasa basi unajua eh, ee, sisemi kwamba ni, ni ni, kocha ambaye hafai kuwa ki, kwenye kikosi cha Simba au hafai kuwa kocha mkuu wa Simba, la hasha, lakini tu naamini ni kwamba hata ye mwenyewe Selemani Matola E, pengine hakuonyesha utayari wa kuweza kutaka ku, kupewa hiyo nafasi ya kuwa kocha mkuu na pengine binafsi yake ameamua kuridhika kwenye nafasi ile ya, ya, ya kuisaidia Simba kwenye technical bench kama msaidizi e, ambaye atakuwa anafanya kazi na mtu ambaye ataaminiwa kama kocha mkuu. Inawezekana hivyo, kwa sababu e, ukiwa unahitaji e, kuwa kocha mkuu unaweza ukaonyesha ule utayari wako ikiwemo unaweza kuwa una, una zile demand za kuonyesha kwamba mimi natamani kuwa kocha mkuu. Kwa mfano uh, kocha Hemedi Ali nafs, nasikia kwamba alihitajika na Simba kama kocha msaidizi, lakini uh, aliamini ali, ali, ali, ali, ali, ali kwamba yeye anastahili kuwa kocha mkuu na anastahili kwenda na benchi lake la ufundi na Simba wakaona kwa, kwa kwa sasa hivi hawahitaji kocha mkuu kama yeye, kwa hiyo akawa dili lake likawa limeisha hapo. Kwa hiyo Selemani Matola kwa muda ambao amekaa Simba, amekuja Simba toka Disemba mwaka elfu mbili kumi na tisa mpaka leo tunavyozungumza, ni takriban miaka mitano inaelekea. Kwa hiyo katika hii miaka mitano hajawahi kuonyesha kwamba labda ana shauku ya kutaka kuwa kocha mkuu na au kudemandi kwamba bana, mimi nahitaji sasa kwenda kutafuta timu sehemu nyingine niwe kocha mkuu, nimeshatoka kuwa kama kocha msaidizi. Na kwa hiyo, anapenda kuisaidia Simba katika benchi la ufundi kama msaidizi wa mwalimu ambaye atakuja na pengine ana kazi nzuri ambayo anaifanya pia, ndio maana viongozi wamebadilisha. Lakini pia nimpongeze kwa sababu mpaka sasa hivi ambao mashabiki wanamuimba wana, wana, wana, wana na kuona kwamba anastahili kupewa timu e, kumbuka Selemani Matola ameshawahi kupitia vuguvugu vugu vugu pia la mashabiki kipindi fulani. Simba ilikuwa haifanyi vizuri, makocha wana kuja, wanaondoka, wanakuja wanaondoka, yeye yupo, mashabiki wakaanza kumuimba vibaya aondoke yeye, anahujumu timu, anafanyaje? Mbona makocha wakija, yeye anabaki, wanaondoka, yeye anabaki na nini na nini, na nini, na nafikiri ulisikia hizo kelele. Kwa hiyo pamoja na haya bado aliamini kwamba ana nafasi ya kuweza kusaidia Simba katika technical bench na aliweza ali, ali kuhendo hiyo pressure ya mashabiki kumsema na vitu kama hivyo, ambayo ni kitu, kitu ambacho huwa mara nyingi kinakuwa kina, kina, kina effect kubwa sana kwa makocha. Nafikiri mifano ipo kina Ben Shika, wameshawahi kuzomewa USM Alger pale na ikapelekea ku, kuamua kujiuzulu kuji na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hiyo ni, ni kitu ambacho eh, nampongeza kwa sababu aliweza ku maintain ile pressure. Pressure. Sasa safari hii upepo umekuja mzuri sasa kwa upande wake, na anapewa timu katika wakati mgumu ambapo kocha mkuu ameiacha baada ya kunini projekti yake na sasa mashabiki wanaona kwamba bora angepewa timu, kwa sababu pia aliweza kuwapanga wachezaji ambao kuchini ya kocha alopita aliona kama hawastahili kuanza kikosi cha kwanza kikos, na alikuwa na stick na wale wale wachezaji ambao yeye anaamini wanafaa kikosi cha kwanza, na wachezaji wengine wameweza kuperform vizuri zaidi akiwa ndani e, ya mechi yake ya kwanza tu kama ya pili, namaanisha kama kocha wa, wa mpito unazungumzia akina Joshua Mutale au akina Morris Abraham, yani performance ambao wameonyesha ndio inawafanya pia mashabiki waweze kuona yes, huyu huyu kocha anastahili ku, ku, ku, ku, ku, ku, ku, kuwa kama kocha mkuu. Lakini eh, hiyo nilikuwa tu nawapa introduction. Ila issue ni kwamba eh, kama watu wanampenda maana mpaka wanataka apewe kocha mkuu maana. So, wanampenda wanampenda, wanamwa appreciate katika uwezo wake na wanaamini katika uwezo wake, wanamwa appreciate, si ndio? Basi nafikiri kama wanampenda wa, wa, wa, wanabidi waelewe kitu kimoja kwamba Selemani Matola anavokuwa kocha msaidizi Simba Sports Club anakuwa salama zaidi kuliko wanavyotaka kumpa pressure ya kuwa kocha mkuu. si umeelewa yani? Simba, pale Selemani Matola sasa, akiwa simba pale kama kocha msaidizi, kwake ni salama na ana uwezo wa kufanya kazi simba muda mrefu zaidi na kuisaidia Simba katika idara ya technical bench kwa muda mrefu zaidi kuliko pressure ya kumpa e kocha mkuu, kwa sababu Simba ni miongoni mwa vilabu ambavyo tunaicha vina coaching carousel. Coaching carousel, unajua yani klabu ambayo haina, wa, muda yani haina wastani wa muda mrefu wa kudumu na kocha mkuu. Ni miongoni mwa vilabu vyetu, hizi zote ni coaching carousel, yani kocha anakuja leo, baada ya mwaka miaka miwili hayupo labda nikwambie ni, ni tu kwamba Selemani Matola angekuwa kocha mkuu wa Simba asingeweza kudumu kwa miaka mitano, sio rais? Asingeweza. Yeah. Yani, asingeweza kwa sababu mashabiki zetu sisi wana pressure ambayo haina maana. Hata kipindi ambacho Simba wanachukua ubingwa mara nne mfululizo, sio kwamba ilichukua na kocha mmoja, walipita makocha chungu mzima hapo katikati, alianza au Aussems mwenyewe, kaja Sven van der Broek, si ndio bwana akaja Didier Gomez Darosa. Kwa hiyo hiyo tu inakupa picha kwamba Simba ni timu ambayo e, haiwezi kukaa na kocha muda mrefu. Kwa hiyo kama wanaotaka Selemani Matola waendelee kumuona pale Simba, nafikiri kuwa kocha msaidizi kwake inaweza ikawa na faida zaidi kuliko kuanza kumpa presha ya kuwa kocha mkuu, ingawa mimi naamini e, kwa aina ya makocha ambao wamefanya nao kazi anao uwezo wa waku, kuisaidia Simba kama kocha mkuu lakini ye mwenyewe sijaona kama anauo utayari, na pengine anaona hilo lakini vilevile vile mashabiki hawachelewi kukubali. Mashabiki wa, wa, wa Tanzania wana sura nyingi. Leo wanakusifia, kesho we mbaya, kesho kutwa unahujumu timu, kesho kutwa tena huyu ndo ana jembe letu. Yani wana hizo sura dhaifu, kwa hiyo ni heri Selemani Matola aendelee kuisaidia Simba kwenye technical bench waje makocha wengine ambao watakuwa na vitu vyao na nini, ikihitajika Simba wamefanyaje na nini, yeye atas, atasaidia timu kwenye keateka pale, ataichukua timu ataiendeleza, kipindi ambacho kocha mkuu ameamua kuondoka na nini, iwe ndo sehemu yake ya, ya, nini, ya, ya kwa sababu mimi sioni kama Simba wanaweza kawa hiyo, na, na, Simba sio Atletico Madrid kwamba igande na Simioni tu inapitia kipindi kigumu, Simioni yupo. Ime imefika finali ya Champions League, Simioni yupo. E, imetolewa kwenye group stage, Simioni yupo. Timu imeshika nafasi ya nne, Simioni yupo. Imeshika nafasi ya pili, yupo. Imechukua ubingwa. Simba ipo hivyo. Simba mashabiki wake tu ye yeah, uje deliver yani ume, ume, deliver. Laba mwaka mmoja uliopita umefanya vizuri na nini, mambo yamekuja kukubadilikia mwaka unaofuata, mashabiki mdogo mdogo wanaanza kukukata mm kwa hiyo ndo hivyo. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi Selemani Matola e, binafsi mimi natamani aendelee kubaki Simba, na, na, na kwa kuendelea kubaki kwake Simba akiwa kocha msaidizi, ana uwezo wa kubaki muda mrefu zaidi, kwa sababu sasa hivi ni miaka mitano sasa, lakini ana uwezo wa kubaki zaidi kama atakuwa msaidizi, lakini tukishaanza kumpa pressure ya kuingia pale kwenye ukuu labda kwa namna ambavyo Matola amekaa kwa muda mrefu ndani ya kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba, na namna ambavyo anafahamiana na kundi kubwa la wachezaji wengi wakiwa wamepita Simba e, lakini anafahamu ile asili ya wachezaji wa Kitanzania e, endapo Simba atasema bana, tutajivika mabomu kwamba yes, kijana wetu huyu anaijua nini, kuna faida yote Simba wanaweza kunufaika nayo endapo wataamua hilo na Matola mwenyewe atakuwa tayari kubeba mikoba ya namna hiyo. Unajua, nikisema niki kwamba kuna faida au, au hakuna faida nitakuwa kama na predict, kwa sababu faida itakuwepo iwapo hicho unachokisema ata, ata, ata, atakuwa anakifanya katika ubora, awe ana select wachezaji bora, umeelewa, awe ana mbinu ambazo zinaendana na wachezaji ambao anawaleta au waliopo na vitu kama hivyo, na, akifanya vitu kwenye ubora ndo itakuwa ndo faida yenyewe, lakini vice versa pia kuna muda mwingine eh, hiyo unaosema una wewe kwamba anafahamiana na wachezaji inaweza ikawa advantage au disadvantage. Vile vile, unashangaa katika kufahamiana naye na wachezaji ndio ikaleta labda useme ile upendeleo, anaita kwamba huyu bwana huyu huyu nafahamiana naye na nini, lazima acheze na nini. Kuna hiyo, lakini kuna ushikaji kazini labda wachezaji wanatoka nje ya kii wanafanya vitu ambavyo kinidhamu havifai ku, ku, ku, ku, kuwa sustained, lakini yeye akawa anaendelea kuwa nini, kuna nini. Kwa hiyo hizo ndo disadvantage zenyewe. Kwa hiyo kwenye ukocha eh, principle ya kwanza ni kuhakikisha unasimamia discipline, lakini vilevile unampa nafasi mtu kulingana na anachokionyesha kwenye uwanja wa mazoezi, lakini vilevile wewe mwenye tactically uwe mzuri, uwe vizuri. Kwa hiyo hiyo hiyo unachoniuliza una mimi, faida inaweza ikawepo kama tu atakuwa ata, ata, ata, ata anafanya mambo katika seme, katika usahihi, katika usahihi wake analeta wachezaji sahihi, pasi na kuangalia ushikaji au nini, yani alete kulingana na performance, na waliopo pia the same awapange kulingana na performance, timu icheze kwa kimbinu lakini vilevile asija akaentertaini ule ushikaji kwamba mchezaji amefanya jambo ambalo linastahili kuchukuliwa hatua ya kinidhamu yeye anapotezea, kwa sababu labda ni mshikaji na nini au ile ana mazoea yale ya, ya, ya kupitiliza na wachezaji kiasi kwamba wachezaji wanaanza wana, wana, wana kumdisrespect na kumuona kama ni mwenzao na nini na nini, kwa sababu kocha anatakiwa na limitation zake na vitu kama hivyo. Kwa hiyo e, vyote vinaweza vikawa vikawa majibu kwamba inaweza ikawa faida, lakini pia inaweza ikawa ni hasara pia, kama itategemea sasa, naye mwenyewe uh, atakuwa atakuwa. Na, na, na watu wasimnini wasim, wasim tu wasimjaji kwa hizi mechi mbili kwa sababu eh, mechi mbili kocha haziwezi zikamfanya kila siku, nazungumza maana mechi mbili haziwezi zikamfanya kocha tena, ambazo ziko karibu karibu, zikamfanya kocha awe ameshatafsirika kwamba mbinu zake zishajulikana, aina gani ya wachezaji kwa sababu pale alichokifanya ni kama kurefresh morale tu kwa Morris Abraham Laba na Joshua Mutale, lakini inawezekana kwenye akili yake asi, asi, asi, asiwe ndo kashapata 511 inawezekana kabisa ukashangaa mechi inaokuja kabisa unashangaa na kuja unamwona tena Ahuwa, unakuja unamwona tena Kip Dennis, unakuja kumuona Jonathan Soa tenai, yani kwa hiyo hiyo hivyo vitu vipo kwenye, kwenye mpira especially kwa hawa ma makochi ma ambao wanapewa timu kwa ndani ya muda mfupi anaweza akampanga mchezaji ili kurefresh moral ili asimone mchezaji asijione kama eh, hayupo kwenye mipango ya makocha wote ambao wanakuja. Kwa hiyo mimi naamini na, na, na kwamba bado still, hata kwenye hilo swala la mbinu, watu wasimalize maneno kwamba tayari ndo mbinu zake na nini na nini, bado ni mapema sana kuweza kumjaji kum, kocha katika namna hiyo, ingawa naamini ni kocha mzuri. Yes, tumalize na hili heavyweight eh, katika kwa namna ambavyo unatazama wachezaji wa kikosi cha Wekundu wa Msimbazi, Simba, ubora wao, sifa zao alizokuwa nazo katika kipindi hiki ambacho kumekuwa kukitajwa walimu wali wengi kwa wale ambao wanapatikana sasa hivi sokoni, kwa eh, sababu kuna wengine ni ngumu kuweza kumiliki lile dau lao kulingana na uchumi wa vilabu vyetu. Karata yako kubwa, hasa namba moja, wewe ukipata nafasi ya kupendekeza mwalimu, inaangukia kwa nani? Ja, of course mimi nishasema mbona kocha ambaye nampendekeza mimi baada ya mechi, no, mechi tu eh, baada ya mechi tu ya Simba na Gaborone nilimtaja Dimitar Pantev nikasema, kwa nilivyomuona kwa nilvom, na nilivyomfuatilia eh, maanake sikuanza siku kumzungumzia eti siku ya mechi no, mimi nilimzungumzia before hata Simba hawajaanza kucheza naye, nilizungumza nasema, Dimitar Pantev ni kocha mzuri, anafundisha mpira mzuri timu yake inaweza ikakulazimisha kucheza kwenye maeneo ambayo hauko comfortable nayo na nini. Kwa hiyo ni kocha ambaye uh, ana uwezo mkubwa wa kuweza kuaminiwa na timu kama Simba na akaja akaitoa ilipo na, na, na kuisogeza. Unajua Simba kama nilivyokuambia, ni kocha Nkarosso, atapewa muda wake mdogo, kama ataipa mafanikio na nini na nini, baada hapo ataondoka. Watu wanasema Simba makocha wanakuja wanajenga CV wanaondoka, lakini hata Simba pia Yeah, una, una, una, unafanya kitu kizuri ukizingua una kwa sababu kocha hata awe mzuri vipi lazima ana muda wake wa kukosea tu utafika sasa sisi kwetu muda wa kukosea ukifika wewe Ume? Umeisha. Umeisha. yani kocha anaweza akakosea lakini sio kwamba hana mbinu anakosea lakini ukimpa nafasi nyingine yale makosa yanampa funzo fulani kubwa zaidi ambalo anaweza kaja akakufanya timu ikawa kubwa sasa, ni ngumu sana kiongozi kumvumilia kocha ambaye anakosea kwa sababu nyuma yake kuna presha ya mashabiki wengi na sisi mashabiki wetu wa mpira wa Tanzania uelewa wao wa soka ni upo chini ya asilimia sitini. Yaani, hawana ule, ule uwe, uwezo wa, wa, wa mpira wa kusema kwamba eh, kuangalia kitu ina positive and a negative way ndani ya muda mmoja hawana. Yaani, wao ni kwamba timu haiperform, kocha aondoke. Okay. Mwenelewa na ndio maana kuna reasoning ambazo zinatokeaga katika nchi za Tanzania, yani ya Tanzania tu, labda na East Africa. Yani kuna reasons, yani unamsikiza mtu reason yake anaotoa, yani siyo ya kimpira hata kwa mbali, unajua yani. yani siyo ya kimpira hata kwa mbali, lakini ndo anaamini hiyo, ndo hii ndo reason yenyewe Mwana mimi huaga si naga kawaida ya ku criticize. Ningekupa mifano hapa hai lakini tu wataona kama nawa criticize na anaanza kuwa doma. Si ni katika eh, kujenga heaven. Si wataniona kama mimi dogmatic, si si, si heshimu mawazo ya si, si, si, si, wengine na ni lakini tu wewe unafikiri unaelewa? Yaani kuna vitu yani mtu anakuwa anashupalia yani sehemu ya kumlaumu kocha yeye eh, hamlaumu kocha. Anata ana analaumu kitu tofauti, yaani cha mbali. Umeelewa? Wakati ndo hicho ndo kilikuwa kina Mtanzania hata game plan ya juu. Mtanzania kitu kinachoitwa game plan, wengi wao hawajui. Ukimuuliza game plan maana yake nini, anaweza asijui. Sasa kitu kidogo kama game plan hajui, sasa utamwambia nini? Sababu game plan ni mpango wa mechi fulani, si ndio? Bana, naenda kucheza na timu hii ina character hizi na hizi na hizi, nitafanya hichi na hichi na hiyo ndo game plan. Sasa mtu akija, ukimwambia Mtanzania hajui mechi nzuri ni nini na timu kucheza vibaya ni nini, hajui mechi nzuri, anaweza kukwambia Simba imecheza vibaya, wakati Simba imecheza mechi nzuri, mtu anakwambia Simba imecheza vibaya. Sasa utamwambia nini? Unamwacha tu, umeelewa? Unamwacha tu. Kwa hiyo ndo maana mimi muda mwingine waga eh, na, na, na, napendaga ku, ku, ku, ku, kuamini kwenye kitu ambacho kipo tusiwala, muda mwingine siwalaumu kabisa viongozi wetu kwa sababu ukishakuwa kwenye, wanakuambia ukishakuwa kwenye kisiwa cha vipofu jifanye chongo ndo utaishi vizuri, kwa sababu ukisha, ukisha kuwa tu kiongozi wa kimpira na kusimamia misingi ya football katika jamii ya watu ambao mpira hawaujui utaonekana kiongozi mbaya. Kwa muda mwingine viongozi wanakuwa correct tu kwamba wanafata kitu ambacho mashabiki wanataka, kocha bwana fulani atumtakie timua Leo hii ya mashabiki wanaomwimba Matola ndo hao hao ambao walikuwa wanamwimba aondoke 2022 au 2023, timu ilivyokuwa ifanye vizuri. Ndo hao hao. Timu inafungwa nini? Analaumiwa Matola. Kuna kipindi kilikuwepo hicho. Timu inafungwa mwenyewe kwa sababu zingine, anapewa lawama Matola. Anafanya nini kwa benchi? Na kocha msaidizi mwingine yupo, labda kocha mkuu kaja na msaidizi wake mwingine. Lakini Matola ndo anapewa lawama. Huyu ndo anatuchomesha huyu, eh, umenielewa? Ndo maana nikakwambia Tanzania, ukiwa kiongozi wa mpira katika nchi kama Tanzania ubidi uwe mvumilivu na uwe mtu ambaye unajua namna gani ya kusoma jamii ya watu dhaifu. Umenielewa? Yani reasoning yetu, yani sisi reasoning yetu ni hafifu. Umenielewa? Yani hafifu, yani tunaweza tuka. Wewe ukimuuliza mtu Simba ina shida gani kiufundi, kila mtu atakuja na jibu lake ambalo wewe mwenyewe utashangaa kwa hiyo ndo maana nikasema eh, kwa upande, kwa upande wa Selemani Matola mwenyewe kwamba akiwa msaidizi kwake inaweza ikawa na faida zaidi, kwa sababu angekuwa mkuu, kwa ile pressure ambayo alipigwa miaka ya nyuma, leo asingekuepo Simba. Na sidhani kama Simba wangeweza kumrudisha tena, sidhani. Na Simba ndo imekuwa timu ambayo ina utaratibu wa kulinda makocha wazawa, kwa sababu hata Juma Mgunda walikuwa wanamlinda kwenye hizi pressure ambazo sio necessary kwa sababu Juma Mgunda, kama ingekuwa mtu wa kupewa timu, mzawa, mapema, alikuwa Juma Mgunda. Simenielewa? Kwa sababu Juma Mgunda kuna kipindi alifanya vizuri, alisaidia timu kukwalify kwenye hatua ya makundi, timu ilikuwa inapiga mpira utembee na nini, na mashabiki tayari flavor yake walikuwa washaanza kuipenda na wana, wanaanza kumsifia, lakini wamemepusha na hiyo pressure, sababu viongozi wa Simba wanawajua vizuri mashabiki Mgunda angeenda enda angeenda ange enda angeenda ange, ange, enda enda, ange enda enda, mpinzani tu akiwa kwenye nyakati bora, Simba ikiwa basi, Mgunda stori yake ingeisha, lakini umeona wamemprotect. Kwa hiyo na maana, kuna siku yoyote inaweza katokea Mgunda akaaminiwa akapewa timu, umeelewa hey? lakini je, angefukuzwa mfano kwa labda kwa matokeo mabaya, huwezi kumrudisha tena. Angepigwa goli tatu na Yanga mfano, ingekuwaje? ungeweza kumrudisha Mgunda mashabiki wakaelewa wamemprotect kwa hiyo, hata Selemani Matola mimi naamini Simba wanamprotect wanatamani wana, wana, wana aendelee kubaki Simba. Kwao lazima watumie mbinu za kumprotect kocha, ili asije asi, akapata ile e, mata, majanga yatakayomfanya ya asiweze tena ku, ku, ku, kuendelea kuifundisha Simba sawa. Kwa hiyo kwa upande wangu, mimi naamini namna eh, namna rafiki ni kumwacha Selemani Matola ha, awe kocha msaidizi. Pressure ya ukocha, kocha mkuu apewe mgeni, kwamba hata kama itambabua atajua mwenyewe huko mbele ya safari, si ataondoka bwana yeah. E, kuliko Selemani Matola yeah. Kwa sababu ana ile heshima. Unajua, Selemani Matola, kuna aina fulani ya heshima nayo kwa, kwa Simba, kwa hiyo ni rahisi sana kuja kuipoteza kama atabebeshwa mzigo mzito kama huu.